Naitwa Profesa William Amos Palanjo, ni mkuu wa taasisi ya uhasibu Tanzania, taasisi ambayo pia inajulikana kama Tanzania Institute of Accountancy. Kwa leo tuko hapa Mwanza kwa ajili ya kongamano la nne la biashara na maendeleo, na hili ni kongamano ambalo ua tunalifanya kila mwaka kwa miaka minne mfululizo. Kongamano la kwanza tulilifanya dar es Salaam, kongamano la pili tulilifanya Zanzibar na kongamano la tatu tulifanya Arusha na leo tuko hapa Mwanza. Ah, lengo kuu la kongamano hili ni kuleta tafiti mbalimbali zinazofanywa na wataalam walioko vyuoni, kwa ajili ya wananchi waweze kuzielewa. Aa, kama ambavyo mmeona tumepokea watafiti mbalimbali mbali, kutoka nchi mbalimbali. Tunao watafiti kutoka Afrika na nje ya Afrika. Kwa hapa Afrika tunao watafiti waliotoka Algeria Afrika ya Kusini na Eswatini, uh, lakini pia nje ya Afrika tumepokea watafiti wengine kutoka uh, Russia, kutoka Lithuania, lakini pia na kutoka Uingereza, bila kusahau watafiti wa hapa hapa Tanzania ambao wapo wa leo kwenye ukumbi wetu. Uh, lengo kubwa la kongamano hili kama nilivyotangulia kusema ni kubadilishana uzoefu kwenye utafiti lakini pia kuleta tafiti matokeo ya tafiti mbalimbali tunazozifanya, ili ziwe sehemu ya sera na maendeleo ya nchi na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kongamano hili linatupa fursa ya kuweza kusema zile tafiti tunazozifanya ziweze kuwafikia jamii, lakini na taifa waweze kuona vitu ambavyo tunaweza tunafanya kama wasomi na wabobevu kwenye maeneo mbalimbali ya kitaaluma. Niseme kwamba katika wahudhuriaji wa leo kuna sehemu kubwa sana ya wanafunzi ambao wamekuwepo wamekuwepo katika mafungu mawili. Fungu la kwanza ni wanafunzi wetu wa masters ambao watapata nafasi pia ya kuwasilisha tafiti zao wanazozifanya, lakini pia tunao wanafunzi kwa uh, wa level za chini ambao wanafuatia uh, matokeo ambayo yanaelezwa leo ya tafiti mbalimbali mbali. Na hii inawapanua uwezo wa kuona wa kuweza kuelewa mambo pia, na tufahamu kwamba maisha yanabadilika haraka. Uh, na sisi tunajitahidi kwenda hivyo pia, uh, kuhakikisha kwamba teknolojia inafahamika kwa wanafunzi wetu na wahitimu wetu kwa maana ya kuielewa, lakini pia jinsi ya kuitumia kwenye kufanya shughuli zao mbalimbali. uh, kama mnavyofahamu taasisi yetu tumebobea zaidi kwenye masuala ya uhasibu, ugavi, uh, masuala ya, ya, ya utawala na biashara, na haya ni maeneo ambayo kiukweli yanahitajika naita, ya pia yabadilike kulingana na teknolojia inavyobadilika na ili kufanya hivyo, sio tu kwa ajili ya kongamano, tumehakisha pia kwenye mitaala yetu tunayofundisha tumeingiza maeneo ya teknolojia ili wanafunzi waweze kufahamu teknolojia mbalimbali hasa tehama. Nipende kuipongeza uh, management ya watumishi uh, na watumishi wote wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania chini ya uongozi wa afisa mtendaji mkuu Profesa William Pallangyo kwa kuweka utaratibu huu wa kongamano la kimataifa la kitaalamu kwenye kalenda yake. Nitoe wito a, kwenu kwamba endeleeni kuwa wabunifu zaidi na zaidi maana ninyi ni chombo muhimu katika harakati za kuleta maendeleo ya jamii yetu. Serikali itaendelea kuwatumia katika kuibua majawabu ya changamoto zinazowakabili wananchi. Tano, naomba nisiwe mchoyo wa fadhila kwa kamati ya maandalizi ya kongamano hili ambayo ilifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tukio hili linafanyika kwa weledi wa hali ya juu kama tunavyoona leo hii. Nawapongeza kwa kazi nzuri. Ndugu mwenyekiti, kama ilivyodokezwa awali, dhima kuu ya kongamano hili ni ugunduzi, ubunifu na biashara Maendeleo ya uchumi duma. Uh, hii eh, inashabihiana sana na ajenda ya serikali yetu pamoja na washirika wetu mbalimbali mbali ambao kiu yao ni kuona biashara zinakuwa na nyingine zinaanzishwa, hivyo kukuza vipato vya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mwenyekiti, nimefurahi kushuhudia wasilisho eh, la mmoja wa wawasilisha mada wakuu Profesa Efias Ruhode uh, ambaye amezungumzia juu ya namna mikakati ya biashara eh, inavyotakiwa kutangulia kabla ya teknolojia hasa katika zama za akili unde, artificial intelligence kadhalika katha, nimejifunza kutokana na taarifa ya mtendaji mkuu kuwa kuna mawasilisho mengine saba ambayo mengi yake yamejikita kwenye namna ya teknolojia ya kidijitali na akili unde zinaweza kutumiwa na kuleta maendeleo chanya katika nchi zetu.